Pamoja na kusajili kila kipande cha ardhi, tutaongeza usalama wa milki ile. Hapa pangu hapa sio, hapa pangu hapa sio, sasa itakuwa haipo. Kuna kesi kadhaa, mtu ana ardhi yake kajenga kinyumba chake, wanatokea matapeli huko, wanakwenda kushirikiana na wengine ndani ya wizara, wanabadilisha hati, basi nakuwa ugomvi mahakamani, mwenye haki ananyang'anywa mwenye haki ananyang'anywa kwa sababu tu watu wana uwezo wa kubadilisha hati za umiliki wa ardhi ile. Lakini ukimuuza nyumba, ulijenga hapana, nyumba alijenga huyu. Sasa hii ardhi ah, hii ardhi hati yangu mimi hii hapa. Ulikuwa wapi mpaka huyu kaja kajenga, na ana hati kajenga, alafu nakuja juu yake. Kwa hiyo haya yanakwenda kuondoka ndugu zangu. Hivyo kupitia sera hii, tunakwenda kupitia upya mfumo wa mabaraza ya ardhi na kuimarisha mifumo ya udhibiti wa vyanzo vya migogoro ya, ya ardhi. Tunaimani kuwa sera hii itatusaidia sana katika kukabili migogoro ya ardhi kwa kutumia tehama. Tukitumia tehama, hakuna tena ule uwezo wa kwenda kule kwenye library tulioonyeshwa kwenda kutafuta faili moja moja, na ofisa akichoka amekwenda saa saba nane mchana tayari kichwa kimeshabadilika, anapekua, anapekuapekua haoni, anasema bwana, hakuna milki ya ardhi hii, anatoa hati kwa mtu mwingine. Hii inakwenda kuondoka, sababu ukiweka kwenye mtandao umeweka. Na uzuri ni kwamba mitandao hii inasomana, ukisha kuweka kwako kwa kwa ardhi tiare, atasoma kule kwenye urithi sijui na vifo, itasoma kwenye NIDA, itasoma kila pahali, itasoma sasa. Tumwone yule mwanamme shujaa wa kwenda kubadilisha hati za watu Tanzania oye!